Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya saba na ya nane Ndiyo, kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo, karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri na cha muhimu sana cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti ambapo siku ya leo tunasonga mbele zaidi kwa kulisoma neno la Mungu kwa kwenda kuangalia kitabu hiki cha Yoshua bin Sira ile sura ya saba na ya nane ambapo ndani ya kitabu hiki kuna mambo mengi sana mazuri ambayo tutaenda kujengwa kuhusiana na neno la Mungu. Wapendwa, ninaomba tufungue kwa sala ili kuanza rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako la litukuzwe, falme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamee makosa yetu kama nasi sisi tunavyowasamee walio tukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe mavuni. Amen.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 Usitende ovu, usipate ovu. Ukae mbali na dhambi, ikae mbali nawe. Mwanangu, usipande mifuoni mwa udhalimu, usije ukavuna mara saba. Usitake ukubwa kwa Bwana wala kiti cha mbele kwa mfalme. Usijifanye una haki mbele za Bwana wala usijifanye una hekima mbele za mfalme wala usitake kuwa hakimu, usije ukashindwa, usiweze kuondoa udhalimu. Pia na usije ukamjali mtu mwenye cheo, au kuiharibu adili yako kwa kutoa rushwa. Usiwe mkosefu kwa wenyeji wa mjini, wala kutupa heshima yako mbele ya watu. Usikubali kutenda dhambi mara mbili, hata dhambi moja haikosi adhabu. Usiseme, atatazama wingi wa sadaka zangu, nikimtolea aliye juu kafara ataikubali. Usiwe mlegevu wa kusali wala usikawie kutoa sadaka. Usimdhiaki aunaye uchungu, yuko mwenye kudhili na kukweza. Usitunge uongo juu ya ndugu yako wala juu ya rafiki usifanye hivyo. Usipende kusema uongo wowote, hakuna tumaini jema katika huo. Usifanye kubabaika katika mkutano wa wakuu wala usipayuke payuke wakati unaposali. Usikithi, usikirihi kazi ya mkono wala ukulima ulioagizwa na Bwana. Usihesabike pamoja na wakosefu. Kumbuka ghadhabu haikawii. Ujinyenyekeshe sana roho yako, adhabu ya wakosaji ni moto na funza. Usimbadili rafiki yako hata kwa kitu tunu, wala ndugu amini hata kwa, ath, kwa dhahabu ya Ofiri. Usijinyime mke aliye mwema mwenye akili, kwa maana neema yake hupita dhahabu. Mtumishi atendaye kazi yake vizuri, usimtende mabaya, wala mtu wa mshahara akupaye maisha yake. Usimpende mtumishi mwenye akili kama nafsi yako, wala usimnyime uhuru wake. Ikiwa una ng'ombe waangalie na wakiwa wanakufaa wakae kwako. Ikiwa una watoto warudi, bali wapatie wake zao wakati wa ujana wao. Ikiwa una binti walinde miili yao, bali usiwaangamizie uso wako. Umoze binti yako, nawe utakuwa umemaliza jambo kubwa, tena umpe mtu mwenye ufahamu Iwapo una mke akupendezaye usimchukie, walakini usijitie nafsi yako katika mikono ya mke akuchukizaye. Ya baba yako mtukuze kwa moyo wako wote, wala usisahau utungu wa mama yako. Ukumbuke ya kuwa ulizaliwa nao, nawe utawezaje kuwalipa kwa hayo waliyokutendea? Mche Bwana kwa roho yako yote, tena uwaheshimu makuhani wake kwa nguvu zako zote. Umpende yeye aliyekuumba, wala usiwaache wahudumu wake. Umtukuze Bwana na kumheshimu kuhani, ukampe sehemu yake kama ilivyoamriwa, chakula cha sadaka ya dhambi, ni toleo la bega na kafara ya utakaso na malimbuko ya vitu vilivyo vitakatifu. Aidha umuonyeshe maskini mkono wako, ila baraka upewayo ikamilike. Kipawa kina neema machoni pa kila mtu aliye hai, yeye naye aliyefariki usimzuilie neema yako. Usikose kuwapo pamoja nao waliwao wa, wali tena omboleza pamoja nao waombolezao, wala usisahau kwenda kumtazama mgonjwa; mradi ukifanya hivi utapata kupendwa na watu. Na katika mambo yako yote ukumbuke mwisho wako, hivyo hutakosa kamwe hata hatima. Sura ya nane. Usishindane na mkuu, usije ukaanguka mikononi mwake Usipingane na tajiri, asije akakuweza, kama labda itakavyotukia; kwa maana dhahabu imewaharibu wengi na kuipotosha mioyo ya wafalme. Usijadiliane na mtu mwenye maneno mengi, ukaomekeza kuni juu ya moto wake, wala usibishane na mfidhuli wazee wako wasipate kutukanwa. Usimshutumu mtu akiiacha dhambi yake, kumbuka ya kwamba sisi sote tunastahili adhabu. Usimdharau mtu katika uzee wake, mradi miongoni mwetu wengine tunakonga pia. Usisimange juu yake aliyefariki, kumbuka ya kwamba miongoni mwetu sisi sote tunakufa. Usijitenge na mazungumzo ya wenye haki, bali ujizoeze na mithali zao, yaani kwa hizo utajifunza elimu na jinsi ya kusimama mbele ya wakuu. Usikatae maongezi ya wazee, ambayo ambao walijifunza kwa baba zao, maana kwa hayo utapata ufahamu na kutoa jawabu Ika, ikawapo haja usichochee makaa ya mkosaji usije ukaungu, u, ukaungua katika mwako wa moto wake usijiinue mbele za wenye jeuri asije akayavizia maneno ya kinywa chako usimkopeshe yeye aliye mkuu kuliko wewe la umkopeshe, ujifanye kama mtu aliyepoteza. Usiwe mdhamini kupita kadiri yako, la umedhamini, ujifikiri kama uliyeshurutishwa kulipa. Usishtakiane na hakimu, kwa sababu minajili heshima yake atapewa haki. Usiende njiani pamoja na jabari, asije akakuonea uchungu huyo atafanya kama apendavyo nawe, na utapotea katika ujinga wako. Usipigane na mtu wa ghadhabu, wala usisafiri naye jangwani, kwa kuwa damu si kitu kwake, na pasipopatikana msaidizi atakuangamiza. Usishauriane na mpumbavu ambaye hataweza kuficha siri yako. Usifanye jambo la siri mbele ya mgeni, mradi ujui atakalofanyiza, wala usifunue moyo wako kwa kila mtu, wala usimwache mtu akulipe fadhili.